Mgeni rasmi Mheshimiwa Dito Pile, makamu mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya bunge ya viwanda, biashara, mifugo, kilimo na mifugo, mimi niliyesimama hapa mbele naitwa Ikunda Teri, ni mkurugenzi mtendaji wa jukwaa la wadau wa kilimo wasio wa kiserikali ambalo linajulikana kama ANSAF, na leo hii tunasherekea miaka 15 ya mafanikio yetu katika kuchochea mabadiliko kwenye sekta ya kilimo, na niseme kwamba shirika letu limekuwa likifanya kazi kwa ushirikiano na wadau mbalimbali. Kwa hiyo sisi tumekuwa sehemu ya mchango ambao unatolewa na wadau mbalimbali katika sekta ya kilimo pamoja na serikali katika kuhakikisha kwamba kilimo chetu kinakuwa kinaleta tija kwa wananchi, lakini pia kinaleta tija hata kwa taifa na kuongeza mapato ya serikali. Nachukua fursa hii kukukaribisheni pamoja na mheshimiwa kuja katika mkutano huu ambao ni muhimu kabisa kwa wadau wa kilimo. Kilimo Tanzania kinaendelea mbele na kinatuhitaji sisi ambao ni wadau wadau katika kufanikisha gurudumu letu la kuendeleza kilimo kupanda juu. Kwanza ni wapongeze ansa nimetoka Wizara ya Kilimo nikaenda na sasa hivi tuko tuna tumekuwa tukifanya kazi kwa karibu sana na wenzetu wa ANSAF. Uh, tumekuwa tukifanya nao kazi kwenye kwanza kwenye kufanya uchambuzi wa kuboresha sera za kilimo nchini na kupeleka mapendekezo ndani ya serikali na kwenye kamati za Bunge, pia kuimarisha ushiriki wa wakulima wadogo na kuwajengea uwezo wa wakulima wadogo imekuwa pia tukishirikiana nao katika kufanya stadi mbalimbali za mambo ya tabia ya nchi na tumekuwa tukishirikiana kwa kupitia mifumo ya police network, kwa sababu hata police network ambayo iko ndani ya Sagot ilianzishwa kwa kupata guidance ya watu asa ya honest ana anakumbuka, kipindi kile tunatengeneza eh, ile police network ya Sagot kwa kusaidia sana kwenye kufanya hiyo kazi. Ndugu washiriki, napenda kutumia nafasi hii kutoa shukrani na pongezi zangu za dhati kabisa kwa niaba ya kamati yangu na wadau wote kwa shirika la ANSAF ambapo pamoja na mambo mengine wanalenga kuinua wakulima wadogo, vijana na wanawake kwa kusaidia uundwaji na utekelezaji wa sera wezeshi na rafiki. Kupitia shughuli za majukwaa ya aina hii, mapendekezo mengi mazuri yamekuwa yakitolewa na wengi wameweza kunufaika nayo, na hapa uzuri leo, pamoja na spichi nzuri ya historia kutoka kwa mkurugenzi mtendaji, lakini tumeweza kuona aa, kusikia ushuhuda wa uhalisia kutoka kwa nyie wenyewe ambao ndio wadau wakubwa.